Maria, mpe maneno matamu, ili ilikwako asitoke tena, yasoisha hamu, ili kesho ayakumbuke enerala <laughs> ya esrim, kila mtu ayatake, mpe usilaze damu, ili na iondoke, na kama Maria

likiketi kwenye benchi, linatamani zaidi ya pochi, ili tamu kama chikichi, huwa lina pozi kwenye kochi, ili toto la kijichi, hili ni toto la chachi, babaye skul ya natichi. Ndii nanena kwa panchi, kuonyesha toto lilivyo ni tachi, maneno yangu ya yakuti, mwatunze kama cheti Msakone ka mashati, kwani haya ni maneno ya dhati. Ya sitini ndio mashati yana thamani kama bugati. Asanteni sana.